Kuna hawa washikaji wawili mdada anaitwa Lara na mchizi anaitwa Maiko. Hawa ni wauni sana hapo mtaani na hawana mishe yoyote ya kufanya zaidi ya wizi. Hapa njaa imewauma, wakapita kwenye genge moja hivi, Lara akajifanya kama ananunua vitu pale. Dada muuza akageuka kuleta alivyoagiza Lara akachukua mkate akaupresi kwa Maiko. Kule chizi naye akaichimbia kwenye koti akapresi mikati ya kutosha. Dada muuza akuelewa kabisa kama kashapigwa bao la mchana. Kwa hiyo hapo, ndo shingapi hivi? Vyote naira mia tano. -Ah. -Ah. Naira mia tano? hata kama uchumi umebana, lakini si kwa namna hii. Nitaangalia duka linalofuatia hapo. Dada muza akamwambia, basi nitakupunguzia, niungishe basi. Lara hana hata mia hapo mfukoni, alikuwa na mzuga tu ili aweze kumwibia mikate. Akampotezea potezea pale mwishoyo akajichenga. Haya bana leo tena washikaji wametoka kwenye bonge la misheni na wameiba hela nyingi kinoma. Lara kamwambia Maiko, nataka kubadilika sasa hivi, haya si maisha ninayotaka kuishi. Hebu angalia, tangu tuko vijana wadogo tunaiba, mpaka lini haya maisha? Sasa hivi nimekuwa na ninataka kubadilisha maisha yangu, niwe na familia kama watu wengine vile. Mimi na hii mambo ndo bas tena. Mchize kamulize vyo ni kicha eti, yaani tumeshateka hela nyingi na tunauhakika uakika wa kupiga misheni nyingine za kiprofeshonal mm -mm, mm -mm. Unaona, hii misheni tuliotoka ilikuwa ndio misheni yangu ya mwisho. Chukua na hizi hela baki nazo. Mimi na hii kazi ndo bas tena, nishajitoa yani. Alafu kama tukaonana popote pale fanya kama hatujuani hivyo tu yani. Mchizi akaita ya sana Lara, ila ndo hivyo, kashajitoa ameamua tu akapambani apate hela za jasho lake. Mchizi kabaki na hela nyingi kinoma, hela walizoiba ni nyingi sana, na anakumbuka kelele za bimkubwa nyumbani kila siku alivyokuwa anamwambia akatafute kazi ya kufanya, na alikuwa kila siku anamlaumu kwa nini anakaa kizembe tu, si mnajua tena kikaa kwa wazazi, kama una chanzo cha pesa lazima wakukomeshe. Ndo haya sasa alikuwa anapitia Michael, hata chakula kilikuwa kikiisha ndani, bi mkubwa anakuja na sufuria kabisa na mlaumu Michael, yeye ndo kamaliza. Lakini alikuwa anamwambia kila siku bi mkubwa, atakuja kutengeneza pesa nyingi zaidi na maisha yao yabadilike. Leo katoka kwenye mishini na huo mbegi umejaa hela nyingi sana, akafika mpaka nyumbani, ana vimba kinoma, kelele nyingi. Alipofika tu kwanza, kaanza na geti, hili geti nitakuja kulibadilisha siku so nyingi, jeuri ya pesa hiyo Mama upo wapi? Mama unakumbuka nilivyokuwa nakwambia nitatoboa siku moja? nilikuwa na maanisha yale. Bimkubwa bado jicho limemtoka haelewi ah. Mama unaniangaliaje kama humjui mwanao? Hebu ita jina langu kwanza. Bimkubwa akaanza kuita Michael pale. Aa, mama bana, sivyo nataka uite majina yangu yote, Michael Kubana. Ngoja nikupe kwanza hichi mama, ita jina langu tena. Bimkubwa akaanza kuita pale Maiko Kubana, Maiko Kubana, chezea jeuri ya pesa wewe. Bi mkubwa alijikuta mwepesi ghafla, akaanza kuimba mpaka nyimbo za kuwakomoa adui zake, wakatoka mpaka njia geti, mcheze. Alishechukua chepesi kabisa, akaja nacho nyumbani. Si mnajua tena furaha ya mama ni kuona mwanaye ametoboa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, haswa kwenye swala la maendeleo. Ndo furaha alokuwa nayo mama hapa, lakini hajui kabisa kama mwanaye ni mwizi. Lakini upande wa pili huku, Lara alisheamua kabisa kuyaacha yale mambo, kaamua kuanza maisha yake upya. analia mwenyewe akiwa anajutia mabaya aliyoyafanya kipindi cha nyuma. Pia anakumbuka kwenye familia yao kipindi akiwa mdogo hakukuwahi kuwa na amani, yaani alikuwa akishuhudia ugomvi wa kila siku wa wazazi wake. Labda pengine ndio sababu iliyopelekea yeye kuwa mwizi, mimi sijui. Twende taratibu tu mchizi naye akasema leo ngoja ampigie mshikaji wake ampe hai na nini. Lara kuona tu namba ya Michael akaikata simu akachomwana na laini pale, yaani kaamua kabisa kutoka kwenye hizo kazi, mpaka yule aliyekuwa anafanya naye kazi kaamua kumsahau pia. Miaka michache baadaye maisha ya Lara yamesha badilika kabisa. Mungu si athumani bwana, Lara akashapataga mchumba na mapenzi yao ni zaidi ya kilomia hamsini. Mtizama wanavyopendana, unavyopendana breakfast mtizama wanavyopendana breakfast inaletwa mpaka kitandani. Akawa anajisemea tu mwenyewe hajui nini cha kumlipa Mungu kwa kumpa mtu anaimpenda na anayejali sana kuhusu yeye. Lakini mchizi akamwambia, leo nataka mpeleke out kidogo, yaani sehemu nje na nyumbani M. subiri kwanza, unakumbuka mara ya mwisho alivyosema tunatoka sehemu ukanipeleka kijijini kwenu. Hata hivyo kwani kuna tatizo? Hapana, ila ahidi, hakuna mbuzi, hakuna majani. Mchizi akamwambia, sehemu hakuna vyote hivyo wanavyotaja. Haya bana, wakaendelea na utani mwingi pale. Baada ya muda kidogo, wakawa wapo sehemu husika waliopanga. Mjizi akamwambia kama unavyoona ni sehemu special kabisa, hakuna majani wala hakuna mbuzi hapa. Wakafika mpaka ndani, lakini kabla hawajaagiza Lara alisahau simu yake kwenye gari, akatoka mara moja na funguo za gari. Lara kufika nje anakuta kuna mtu yupo hoi pale, kuja kucheki, mbona ni Michael huyu? Akamwita Michael, unafanya nini hapa? Michael akamwambia, wanatutafuta, wanataka kutuua, nisaidie. Kina nani hao na kivipi? Lara akataka kumkataa mchizi amtelekeze tu hapo ila akikumbuka huyu ni mshikaji wake yani familia yake kabisa akamwingiza ndani ya gari amtafutie sehemu salama huku mchizi kasubiri sana akaona atoke tu nje na yeye kufika nje anakuta vumbi tu Lara alishachomoka na gari zamani sana atakuwa kaenda wapi sasa lakini labda akasahau kitu, kwa nini aondoke? Akapiga simu sana, lakini hazikupokelewa kabisa. Akarudi ndani kuendelea kusubiri pale, ila akili yake ishavurugika. Lara akaja mtafutia Michael rum, maana hali yake ni mbaya kiukweli. Huko nyumbani mpaka mida ya usiku mzito, bado Lara hajarudi nyumbani. Upande wa Lara, akawa anamuuliza Michael ana tatizo gani na mbona alimwacha na mpunga wa kutosha. Michael akasema sasa hivi anateseka tena, anateseka sana, maisha yake ni magumu, lakini kuna dili amelipata, ili wakija kulipiga basi watatusua pesa nyingi kinoma. Hili ndo tatizo lako, Michael, kila siku unasema dili la mwisho, dili la mwisho. Unajua nini, yale maisha ya nyuma mimi nilishaachana nayo kabisa. Sasa hivi sijihusishi na biashara yoyote ile haramu, ninafanya kazi zangu halali. Kwa hiyo hiyo misheni hainihusu kabisa, na tena futa kabisa jina langu kwenye akili yako. Kufika nyumbani, anamkuta mpenzi wake bado hajalala, anamsubiri yani. Samahani, sikukutajie jina lake anaitwa Rich. Akamuuliza, mwishowe umekumbuka nyumbani ni wapi? Akaanza kusema mara, oh naweza kukuelezea, mambo yalitokea mengi sana leo. Akamuuliza, jambo gani muhimu zaidi ya ule muda tuliokuwa pamoja? Lara akasema rafiki yake alipata matatizo, mama yake alikuwa mgonjwa na aliumwa ghafla, na yeye ndo mtu pekee alikuwa karibu kuweza kumpeleka hospitali. Alitaka kumwandikia ujumbe, ila akaona ujumbe utakuwa mrefu sana, akaamua tu atakuja kujielezea mwenyewe nyumbani. Lara ni mtaalamu kweli, sio kwa huo uongo aliotengeneza hapo. Rich akamwambia ni sawa, lakini naomba muda kidogo wa kufikiria. Kuna kumbukumbu kumbu za kwa nyumbani huaga zinamjia sana Lara na mara nyingi huwa anaamka usiku analia tu peke yake. Amka usiku analia tu peke yake. Upande wa pili huku mama alipangiwaga nyumba na Michael, lakini sasa kodi imeisha na baba mwenye nyumba anataka hela zake. Akamwambia leo amekuja kwa amani tu, lakini kama akija kurudi tena basi hata kuja kwa amani atakuja amtimue hapo. Huu ni mwezi wa nne unaenda hawajalipa hela yake. Mama naye anajitamba kweli, anasema mwanae atakuja kulipa hizo kabla hata ya hiyo miezi miwili. Ana uhakika na mwanaye kuwa atakuja kulipa, lakini kingine ambacho hajawahi kujua wala hajawahi kuuliza kabisa mwanae waga pesa wapi, na wala hajui anafanya kazi gani. Lara akawa akipigiwa simu na Michael anaiminyia pembeni hiyo simu. Imeita kutwa nzima, kwa nini usipokee? Akajibu hiyo simu ni ya kazini, wenyewe wanajua, leo ni wikendi, hivyo hana haja ya kuipokea. Haya bana, wakaendelea kula pale taratibu, lakini kiukweli wanapendana sana na Lara hayupo tayari kumpoteza Richi kabisa. Leo sijui wametoka kiwanja wapi, gafula gari ikawaribikia pembezoni mwa barabara, wakashuka kuangalia tatizo. Wakati Richi analikagua gari pale, akaja Michael kwa nyuma, akasema naona mmepata tatizo kidogo. Richi akamjibu ndiyo. Je, unajua masuala ya magari? Mike akamwambia we nenda ndani kawashe gari, mimi nipo na seti hapa. Kweli Richi kwenda kuwasha gari likawaka bana. Mda huo Lara ni kama kapigwa shoti vile, huyu jamaa akija kufungua mdomo wake kwisha. Mchizi akashuka pale akawa namshukuru na pia kwa kuwa ni mtu aliyemsaidia akaona si mbaya kama wakifahamiana zaidi, wakatambulishana kwa majina yao wote pamoja. Pale akamwambia na huyo ni mpenzi wangu anaitwa Lara, lakini Mike anamjua Richi. Akatoa na business card yake akamwambia basi tutaendelea kujuana zaidi, kapenda sana ushirikiano wake. alipotoka Lara akawa mkali kinoma, anampaje mtu asiyemjua mawasiliano ya yake? Akamwambia huyu mtu katusaidia bila hata ya kuomba msaada wake, si mbaye kama tukifahamiana zaidi. Lara akamrudia Michael, huku nini hasa kimemleta Lagos? umekuja kunivurugia maisha au? Mchizi akasema hapana, yeye anataka tu wapige hili dili, lina mkwanja mrefu sana na hii ndo itakuwa mission ya mwisho kabisa Michael. kila siku nakwambia hili ni tatizo lako, uwaga unasema kila mda ndo mara ya mwisho, badala yake unavuruga hela kwenye starehe za hovyo kabisa. Sasa hivi unaanza kuhangaika tena, naomba uniache peke yangu. Hivyo sitaki kabisa kuvunja hili nililolijenga. Halafu nilikuwa nisahau kama Rich akija kujua kuhusu hili, wewe hmm, nitakufanya vibaya sana na nina imani unanijua. Akatoka pale kwa hasira akinoma. Huko nyumbani leo, Richi kamuita Lara na akamwambia kamwalika mtu kwa ajili ya chakula cha jioni. Nani huyo umemwalika? Akajibu ni Michael. Michael, ya nimemwalika. Ile kama utopendezwa basi tunaweza tukatafuta sehemu nyingine tofauti na nyumbani. Ah, uh, hamna tatizo. Nili au mwambie aje tu. Lakini Lara hajapenda kabisa. Anajua Michael ana mipango mibaya na bado ana mawazo ya kuwa mwizi. Baada ya muda kidogo, Michael akawa akafika kama Richi alivyosema. Lara akaja akaanza kuandaa sahani mezani pale, akawapakulia na chakula. Lakini kila akimwangalia Michael, hamtamani kabisa. Wakala wala uku story nyingi mezani, muda wote uwanja wa maneno umeutawala wao tu. Lara kapoa, asiongee lolote lile. Baada ya kula, ukawa ni muda wa kuulizana maswali ya hapa na pale. Unafanya kazi gani kujiingizia kipato, hivi na hivi. Maiko akasema yeye ni mfanya biashara na kuna dili analisikilizia, endapo likaja kutiki basi litakuwa dili kubwa sana, ambalo litabadilisha maisha yake na kuondoka kabisa hapo Lagos. Lara anaelewa hilo dili ni la nini, nililela wizi. Wamemaliza pale, Mchezi akawa anaaga, anataka kuondoka sasa. Wakamtoa mpaka nje kama kumsindikiza tu, lakini walipofika nje Richi akasema kuna kitu kasahau ndani, akatoka mara moja. Pale washikaji wakaanza kupigana mikwara pale, kelele nyingi. Mda huo ghafla akarudi Richi pale, hakuelewa kinachoendelea maana wote wanamuigizia. Basi Mike akaaga pale akasema wataonana siku nyingine, wakarudi ndani. Richi akamwuliza kuna kitu akipo sawa. Yule mtu alitusaidia lakini huonekani kabisa kuwa na amani ukiwa karibu naye. Haimaanishi kwa sababu mtu alitusaidia mara moja basi ukae kwa amani mbele yake. Amefika ndani ana mawazo kichizi, yeye hataki tena zile mambo za kuwa mwizi. Basi maisha yakawa yanaendelea hapo nyumbani, lakini kwa hiki kipindi alikuwa ana furaha kabisa, muda wote anaonekana kuwa mwenye msongo wa mawazo. Mpaka kuna muda Richi akawa anamuuliza kama kuna kitu kipo sawa, yupo kwa ajili yake, amwambie tu, lakini Lara alikuwa hataki kufunguka ukweli kabisa. Huku kwa Mai anapiga simu nyingi kwa Lara ila zipokelewi kabisa. Mtizi anahitaji mchango wa Lara katika hii mishini yake moja ya mwisho, maana peke yake hataweza, na Lara alishaamua kabisa kuyaacha mambo ya nyuma, lakini bado Mtizi ana hafosi mambo tu. Alipoona simu zake hazipokelewi akaamua kumuibukia huko huko nyumbani. Lara akamvuta pembeni. unafanya nini hapa Maiko? amekuja hapa na anatishia kuropoka mabaya yote ya Lara, yaani kwenda kumwambia Richi maisha ya nyuma ya Lara, hivyo anataka kubali waingie kwenye hiyo mishini moja ya mwisho. Lara akamwambia toka hapa, nenda na nitakuja tuongee vizuri huko hotelini. sasa hivi ondoka tu, Richi asije akakukuta hapa. Maiko akaondoka. Lara anafanyaje sasa, maana mambo yanazidi kuwa mabaya. Akawa anawaza kwa hiyo anataka kunikontrol tena, siwezi kukubali hili litokee, siwezi kabisa, lakini vipi kama akija kumwambia Richi kuhusu mimi? Huku Michael naye mama anamsumbua kwenye simu kweli. Anamwambia huko alipo anakaribia kufukuzwa. Baba mwenye nyumba anataka kodi yake. Mchizi akamjibu amwambie huyo mzee asubiri tu. Mambo yamekaribia kuwa mazuri. Yaani hili dili limekaribia kabisa kutiki. Na endapo kama litatiki, basi atamuhamisha mama yake hapo. Wakati bado anaongea na mama, akaingia Lara mule ndani. Kaukunja kinoma, akaikata simu kwanza. Nilijua utakuja. Kwa hiyo hii ndo mipango yako. Unataka kunirudisha tena kwenye wizi. Naomba unisikilize, Michael. Nitakwenda kumwambia Richi peke yote nitalia, ni nitapiga magoti alafu, otia nini, atakwenda kunisamee samehe. We subiri na uone, we subiri. Ukienda kumwambia, usisahau kusema pia ulishaiba kwa baba yake. Unamkumbuka yule chief?